ili watoto wa watoto wetu wakute taifa ambalo lina amani na utulivu, na kanisa Anglican ni kielelezo cha kuhubiri amani. Baba Askofu, sikusudii kusema chochote juu ya yale uliyoyasema juu ya, ya uchaguzi, lakini nataka nikuhakishie kuwa maelekezo yako kuwa uchaguzi utafanyika serikali imeyasikia, na kwa kweli sikumbuki kama kuna mpango wowote wa kuahisha uchaguzi.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 Usitufanye tuone kana kwamba ndio mwisho wa maisha. Kuna maisha baada ya uchaguzi. Kwa hiyo hebu epusheni lugha za matusi, lugha za kejeli na kutupiana maneno magumu. Mna watoto na wengine wetu, nyinyi ni waumini wetu. Sasa mwatupiana maneno alafu mkija hapa mnataka tuwashirikishe, tuwashirikishaje? Sasa kwao niombe mpunguze maneno makali. Uchaguzi usitutenganishe, utuunganishe.